Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana. Ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka, ninawaomba jambo moja. Mpenzi mtazamaji, tafadhali like hii video ili iweze kusonga kwa kasi vilevile vile, kama unanitazama kwa mara ya kwanza na hujaweza kujiunga na hichi kituo tafadhali piga subscription, ninakuomba alafu uweze kusambaza hizi kanda. Hapa ndipo unapata taarifa za ukweli William Ruto kila siku kukicha yale maeneo ambayo anayategemea kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na saba waweze kumpea kura kwa wingi, maeneo yale yanazidi kumkataa. Sasa, baada ya William Ruto kuweza kumwondoa madarakani aliyekuwa waziri, aliyekuwa naibu rais, kuniradhi, Rigathi Gachagua, William Ruto alipoona kwamba eneo la mlima Kenya limeweza kumuhama ali weka kasi upande wa Turukana, Mandera, Lamu, Kilifi, Garissa, yani North Eastern, Northern part of Kenya, ili mwaka 2027 aweze kuvuna kura kutoka maeneo yale. Lakini kadiri ya wakati unapozidi kusonga, licha kwamba William Ruto ameweza kuahidi wale watu wa kaskazini mwa Kenya maendeleo. Licha kwamba ameweza kuwapea ahadi kochokocho, wananchi wamekataa kumsikiliza bwana Ruto. Tunaelewa kwamba William Ruto mwanzoni wa mwaka jana mwaka elfu mbili na ishirini na tano aliweza kusema kwamba watu wa kutoka kaskazini mwa Kenya Garissa wakienda kuka, uh, kushika vitambulisho wasiulizwe kitu chochote, wapewe tu vitambulisho lakini unajua nini, mpenzi mtazamaji, wale na wao wanahitaji maendeleo. Bwana Ruto akaenda akakusanya wabunge akawaleta kwenye upande wake kutoka eneo la north eastern part of Kenya, kaskazini mwa Kenya, akawakusanya wabunge, maseneta, magavana, MCs akawaweka upande wake ili waweze kumpigia kampeni kwa ground. Hawa wabunge hawa maseneta hawa MCA William Ruto hajawahi waambia kwamba waende wafanya kazi kwao. Hawa wabunge wametoka kaskazini mwa Kenya, wameacha wananchi wakiteseka pale, wamekuja kununua mashamba Nairobi, wamekuja kujenga biashara Nairobi kipindi ambapo Turukana, Garissa, Lamu, Wajir, Mandera yale matai e, zile kaunti zinabaki nyuma kimaendeleo. Gachagua akizungumza hawa viongozi wanamuona kama wanamuona Gachagua kwamba yeye ni mkabila, hata kana kwamba Gachagua anazungumza maneno ya mpayo ni ya kujenga taifa letu la Kenya. Sasa mnamo siku ya Jumamosi tarehe thelathini na moja siku ya mwisho mwezi wa Januari wa kwanza kabisa mwaka elfu mbili na ishirini na sita wananchi ambao walikuwa na hasira katika kaunti za kaskazini mwa Kenya, Mandera au kipenda northeastern residents northeastern counties, waliingia barabarani wakiandamana kulalamikia serikali hii ya William Ruto, na wanamuunga Rigathi Gachagua mkono kwa maneno ambayo wamekuwa wakiyasema kwamba wabunge wamekuwa wakiiba pesa. Viongozi kutoka upande wa kaskazini mwa Kenya wamekuwa wakiiba pesa za kufanyia maendeleo, badala ya kuwafanyia wananchi maendeleo badala ya kuwaundia wananchi barabara badala ya kuwaundia wananchi uh, visima vya kunywa maji, wameenda kujenga biashara kubwa upande wa Nairobi. Sasa wananchi hawa wanaandamana wakimuunga Gachagua mkono kwa yale ambayo aliweza kuyasema kwamba wabunge, viongozi, maseneta, magavana, MCAs kutoka kaunti za kaskazini mashariki mwa Kenya wameweza kulala kazini na badala ya kufanya kazi nyumbani wameenda kuinvest upande wa Nairobi. <coughs>

Nina imani kwamba umeweza kupata taswira kamili jinsi ambavyo mambo yanaendelea. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu kama unanipata kwa mara ya kwanza tafadhali piga subscription, like video, sambaza hii kanda. Unajua viongozi ambao wanamuunga Rais William Ruto mkono wamepewa mafunzo kwamba chochote kile ambacho Gachagua anazungumza eti kwamba anazungumza ukabila. Juzi Gachagua aliweza kuuliza swali zuri kabisa, swali ambalo serikali iliweza kujiunga na kumpinga Gachagua vita, lakini wananchi Kenya mzima wakajiunga pamoja, wakamuunga Gachagua mkono kwa yale ambayo aliweza kuyasema, kitu ambacho kiliweza kufanya serikali ikaibika na ikatulia kama maji mtungini. Walikuwa wamezoea kumuita Gachagua mkabila, wanadhani kwamba kila wakati wakenya wataunga serikali mkono kwa kumuita Gachagua maneno ambayo ni ya kubandikiziwa. Sasa majuzi, kipindi ambapo wanafunzi walikuwa wanajiunga kwenye gredi teni, darasa la t, e, kumi Gachagua alisema e, vizuri kwamba ingekuwa ni vizuri wabunge warudi kwenye maeneo bunge yao wakajenge mashule pale ndiposa wanafunzi wa kutoka maeneo yale waweze kupata elimu tosha, lakini sasa wabunge kutoka Northeastern part of Kenya, kutoka Northeastern Kenya, mwa Kenya wakaanza kusema oh, Gachagua ni mkabila mpaka ameanza kuambia wabunge sasa wajenge mashule yao. Wananchi wakaambia viongozi hawa kwamba Gachagua anazungumza ukweli, kwa sababu mashule mfano kutoka upande wa Turkana, Mandera, Garissa, Wajir yamedorora. Na sio eti kwamba wale wabunge wale senators wale magavana hawapewi pesa za maendeleo. Wanapewa pesa za CDF kujengea madarasa, kujengea mahospitali, kujimba mabwawa ya maji, wanapewa pesa kuunda barabara. Lakini wabunge hawa viongozi hawa kutoka kaskazini mwa Kenya wameamua kupora zile pesa. Wanasema kwamba kukula nguruwe ni mbaya, lakini kukula pesa za CDF ni nzuri. Wametoka makwao, wameenda kujenga Nairobi, pale ndipo wameweza kuweka biashara kubwa kubwa, badala waweza kuinvest nyumbani. Tuseme upande wa Wajir, waajiri watu wa Wajir, wawapee kazi watu wa Wajir, kwa sababu hata wale watu na wao wamesoma wako na masomo ya kuchaguliwa ama kupewa kazi mbalimbali, lakini sasa unapata hata mahospitali madawa yapo, unapata kwamba hakuna visima vya maji, hakuna boal za maji, hakuna mashule madarasa bora, hasa mboko na shangaa. Wabunge hawa hawapewi pesa, sasa wananchi baada ya Gachagua kusema kwamba wabunge wamekuwa wakipewa pesa na wanakula wamekuwa kipewa pesa na wanapora wanaenda kufanyia maendeleo. Akina Aden Duale hakuna kitu ambacho wameweza kusaidia Northeastern part of Kenya. Kila, ki, kila saa ni kusema kwamba Northeastern ni yangu, Northeastern ni yangu, na wanapewa pesa wao wanajiendeleza, watoto wa maskini upande wa Garissa, Mandera, wao wanasalia hivyo bila maendeleo yoyote. Sasa ninawapongeza wananchi wa kaskazini mwa Kenya kwa kuweza kujiunga pamoja na kusema kwamba Gachagua yupo sawa licha ya kwamba viongozi wa serikali wanamuita mkabila. Unaona, hakuna madawa, wananchi hawa wanaandamana kwamba hakuna madawa, hakuna madaktari, hakuna afya, hakuna maisha kwa sababu maisha hayawezi akakuwa upande wa North Eastern part of Kenya, kipindi ambapo hakuna maji, hakuna walimu wa kuwafunza watoto, hakuna madarasa bora, hakuna barabara za kupitika, hakuna maji, na unapata wabunge wako hapa Nairobi wanatupigia kelele tu kwamba Gachagua ni mbaya. Gachagua ndiye amewafanya wasichukue zile pesa za CDF ambazo wanapewa waende kufanyia maendeleo upande wa nyumbani kwao ni swali ambalo mpenzi mtazamaji ninauliza, Gachagua ndiye amewafanya wasienda wa kufanya maendeleo upande wa nyumbani? Wakati mwingine atakana kwamba tumeweza kupandiwa kasumba ya kuchukia Gachagua, maneno ambayo Gachagua anayazungumza na, na ni ukweli. Ni wakati ambao sasa umefika wananchi wa Kenya tuache kudanganywa. Tunadanganywa tu kwamba Gachagua ni mkabila kipindi ambapo anapigania mpaka wananchi wa North Eastern part of Kenya waweze kupata maendeleo. Hawa wabunge wa North Eastern part of Kenya wanapewa pesa za maendeleo, jinsi ambavyo Didi Nyoro anapewa pesa za maendeleo, jinsi ambavyo Kimani Chungwa anapewa pesa za maendeleo. Sasa ni wewe mpenzi mtazamaji uweze kuuliza mbunge wako amechukua wapi pesa za maendeleo, kipindi ambapo wabunge wengine wanafanya maendeleo. Tusije tukapandiwa kasumba itu kwamba Gachagua akizungumza kwamba yeye ni mkabila hapana. Maneno mengine ambayo Gachagua anayazungumza ni ya ukweli, na wananchi hawa wameweza kujiunga pamoja, wamesema kwamba ni heri wamfuate Gachagua kuliko kufuata viongozi ambao wako kwa serikali ambao wanaendelea kujinufaisha na kujenga majumba makubwa makubwa upande wa Nairobi kuliko kukuza maeneo ambayo wanatoka. Wazo lako nilipe, mpenzi mtazamaji? walikuwa wanafikiri kwamba Gachagua yeye atakuwa mkabila kila wakati, walikuwa wanafikiri kwamba Gachagua akifungua kinywa atakuwa anazungumza ukabila peke yake. Ona sasa Gachagua ameweza kupata wafuasi kabambe. Sijui wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji? Unaweza ukaambia nini hii serikali, kila kukicha wanaendelea kupoteza wafuasi. Ona sasa wale ambao walikuwa wanafikiri kwamba watawapigia kura katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba ndio hawa wanaunga Gachagua mkono, ishara kwamba watategea kila ambacho Gachagua watasema, waweza kumfuata. Wazo lako ni lipi? wanaweza wakawa waliweza kuondoa Gachagua madarakani, lakini hilo haliwezi likazuia Gachagua asijakapigania wananchi wa Kenya. Mimi ni bwana Ezra, santeni sana.